Nashukuru halmashauri kwa kuwa nao tayari owamekuwa tayari sasa kuanza huduma kwenye eneo, wananchi ambao walikuwa wanasafiri umbali mrefu kwenda kutafuta huduma za afya sasa watapata huduma za afya hapa, waliokuwa wanateea mbali kwenda kujifungua kina mama sasa watapatiwa huduma katika eneo hili. Kwa hiyo mimi ninayo furaha sana kwamba kwa, kwa sababu kazi imeanza, na niliwaambia kwamba tunaanza Jumatatu. Haikuwa kazi rahisi, wengine walikuwa wanasema tutadanganyaga ninyi, lakini lakini tukasema tunaanza Jumatatu, kituo kinaanza kufanya nini? Vile vichache vilivyobakia vitakuwa vinaendelea ha. ha. lakini tunaanza kufanya, huduma zianze kutolewa kwenye kwa. Mimi nakushukuru sana mkurugenzi, pamoja na wataalamu wako yeah. yeah. ambao yeah. yeah. yeah. oh oh wako tayari kabisa, na nimekagua baadhi ya vifaa vilivyoko ndani viko tayari kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa nimeona dawa zipo za kutosha, nimeona maabara, vijana wapo kwa ajili ya ya kufanya uchunguzi pamoja na huduma zingine. Kwa tunaamini hasa hivi sasa, eh, macho yetu yameelekea hapa kwamba sasa wananchi wa Iwungilo ambao mmekuwa mnalalamiko malalamiko ya muda mrefu sasa yafikie mwisho <laughs> na naamini leo yanaanza kufikia nini mwisho kwa sababu tayari, eh, serikali imeshaleta wataalamu taeda wako tayari kwa ajili ya kwa kuwahudumia lakini cha pili, ningependa kumpongeza sana halmashauri, mkurugenzi mtendaji pamoja na watumishi pamoja na madiwani pia ya ndani, yani fedha zinazokusanywa kutoka kwenye miti ambayo mnalima, fedha zinazokusanywa kutoka kwenye viazi ambazo mnachimba, ushuru unatolewa, alafu mnajenga kituo. Kama ilikuwa sio kazi rahisi. Inawezekana mngesema labda kwa michango ya watu wa Iwungilo tuchangishane tujenge kituo kama hiki isingewezekana, tungekaa hata miaka kumi. Inawezekana tungefika njiani tukagombana, wengine wakawa wanatoroka mpaka maeneo ya, lakini tunawashukuru kwa maamuzi yao mliyofanya, na endeleeni kufanya hivi ikiwezekana na maeneo mengine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana kwenye maeneo yetu. Kwa mimi nitoe ni pongezi kwa, kwa kazi kubwa hiyo ambayo umeifanya, <coughs> na huu ndio utu. Hii ndio, eh, una, unaamua kumhudumia mwananchi wa hali ya chini aliyeko kwenye maeneo haya, na mi ni waombe wananchi wa Iwungilo sasa, tumieni kituo hiki cha afya kwa ajili ya kujipatia matibabu, kufanya uchunguzi wa afya zenu na miri yenu. Hamna haja ya kuugulia ndani hakuna haja ya kujifungulia ndani matokeo kusababisha kifo cha mtoto au kifo cha mama joni kwenye vituo vya afya, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuwahudumia, na pamoja na watumishi wetu. Kwa mimi ninayo furaha sana na ninawapongeza pia kwa kufika kwa wingi. Sehemu tulizobakiza tuachieni muda mfupi, pia tutakuwa tumefika mwisho, lakini vikubwa ni kwamba sasa tuko tayari kwa ajili ya kuwahudumia wana bana likuwa mnatafuta huduma mbali, sasa vinapatikana hapa Iwungilo oye, Iwungilo oye, hayawi hayawi yamefanyaje? Si ndio, si ndio? inauliwa na napata matibabu ikituo, hivi vituo tunaendelea kuvijenga, a vituo vingine vya halmashauri, ni mapato yetu ya ndani ya halmashauri, a tunakusanya kodi, basi tumeweza kujenga na tuna waahidi tuendelea kumalizia vaa kituo chote kitakamilika, mweze kupata huduma zote mnazohitaji. Sasa hivi wakati huu, hamtakuwa na ile ya kwenda mwende mbali labda mwende Wemba mwende wapi, mtapata matibabu yenu yote hapa. Asanteni.